Wangapi tunakuwa chanzo cha kuvunja mahusiano ya baba na mwanawe? Kuna maneno umetumbukiza wazazi ya waelewani. Wangapi tumesababisha migogoro ya kifamilia? Wangapi tumekuwa sababu ya kuvunja ndoa za watu? Nenda utakavyokwenda fikra mpaka alisababisha mtu apelekwe motoni. Acha ujuba, acha ujuba. Kubali kushuka, wala maisha ya dunia hayahitaji fahari. Mimi ndiyo mimi, nani wewe? Leo madrasa zinayumba kama siyo kufa Tafuta sababu, utaona sababu ni sisi Waislamu. Madrasa ile inayumba, sababu ni sisi hawa. Wanachukulia mkopo hati za madrasa, matokeo yake anashindwa kulipa, cha kufanya na waroga wenziwe uliwasimshtaki watu wanachukulia mikopo mpaka hati za misikiti. Misikiti hati wanazo watu wanakwenda kukopa kuendesha maisha yao, anashindwa kulipa, na hayo yamesababisha nyumba nyingi Kariakoo za wakfu zimeuzwa, mpaka kama alisababisha mtu kwenda motoni. Sisi wapenzi wa Bwana Mtume muhammadi wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad, wakereketwa Bwana Mtume Muhammad, tunatafakari. Sisi hatujawa sababu ya kwenda motoni kwa matendo yetu dhidi ya wengine, kwa maneno yetu dhidi ya wengine. Nikae chini, taki kusema maneno mengi, nikae chini. Mtu mmoja aliuliza kwa nini mashehe, dua nyingi zinaombwa na hazikubaliki? Inawezekana anayeomba dua yupo na dua inaombwa ndio hiyo hiyo ya dini, rabbana ati naliomba mtume, lakini anayeomba anaomba dua ya Kiislamu, yeye kwenye Uislamu alishatoka siku nyingi, hayumo huyo anayeomba hiyo dua, pengine siku nyingi hayumo Tafakuri. Umejipinda na koti lako kama la kwangu, allahumma rabbana atina rabbana ighfir lana waliihwanina alladhina sabakuna, azikubaliwi. Jiulize wewe umo? Sababu umekaa upande wa Uislamu huku, kwa sababu hata kwenye mambo yenu ya mjini, timu mbili hizi, kipa wa huku wakienda kukaa huku, msitegemenye wa huku kushinda Sirudia hapo, atafungisha na dua vilevile. Sawa, twatenda makosa. Jiulize aina ya makosa unayoyatenda yanakubakisha katika Uislamu? Tafakuri. Inawezekana kuna aina nyingine ya makosa, ulishatoka kwenye Uislamu siku nyingi. We umenyang'ania rabbana atina fidunia hasana, dua unayoomba ya waislamu we haumo. Tafakuri. Ndio ujumbe wangu wa leo na nukta zangu ndio hizo mbili, kila mmoja akatafakari kwake. Si vizuri kukaa kila siku mswalie mtume, kwa sababu ni ibada kubwa mno, ni ibada kubwa kwelikweli ya kumswalia mtume, lakini unatakiwa uitafakari uitaf ibada hii unaweza ukaenda nayo hovyo, ni ibada kubwa kulikweli, asikudanganye mtu, ibada ya kumswalia bwana mtume Muhammad. Watu walipata sifa kubwa kwa kumswalia mtume, watu walipata heshima kubwa kwa kumuimba mtume. Yani mtu kakaa tu, kazi yake anamuimba ya mtume, akapata heshima kubwa kwa sababu wanamzungumza bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Heshima ile, utukufu ule waliopata masahaba na matabii kwa sababu ya mtume, kwa nini sisi hatupati? Wao walimwimba mtume wakapata utukufu, kwa nini sisi hatupati? Wao walimsema mtume wakaheshimika, kwa nini sisi hatupati? Nasi tunafanya kile walichofanya wale, kwa nini sisi hatupati? Tafakuri.